Na wamekuwa wakifanya ujasiri katika haya masala, wanaingia kwa ujasiri mkubwa katika hiyo aqida vitu wayatakallamuna fiha, na wanavizungumza, wayataaduna fima bainahum, na wanafanyana wadui baina yao, wayatakataauna fima bainahum idha ikhtalafu, wanakatana wana baina yao wanapokhtalifiana, kwamba yule kwanzia sasa tumfanyeni muqataa, atakayemsalimia pia tutamfanyia muqataa. Vipi mkataa huu? Ukiangalia masala yenyewe si masala makubwa. Leo nimepigwa simu na kijana wangu mmoja ananiambia bwana, huku tuliko na shehe wa kisalafi amesema <coughs> kuchangia jai ni bidaa, haifai. Ni wale wa, wanaohudumia mahospitalini kuwachangia, kujiunga kwao au kuchangia niifai. Kaambia kwani kujiunga ni nini? Akuchangia ni kutoa mchango labaasabii na, nikiamua mimi kujiunga na kuosha wagonjwa, unaniambia bidaa kwa mtindo upi? Kwa mfano mimi nimeamua kwenda hospitali, naosha wagonjwa jitapikia, wamejiharishia, nawanywesha uji, ayakosalangu nini mbako, ananiambia ni bidaa eh? Kamwe akhi, hii sio elimu kabisa, hii sio elimu. msikitini aitakii kuchangisha michango na nini, a la hawla wala waasi. Mtume sallam kachangisha, atakuwa sisi tukichangisha kuna makosa gani? Kwani sababu ya hadithi ya man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruhu liman amila biha ila yawmal qiyama mwenye kuanzisha au mwenye kutekeleza katika Uislamu sunna njema, atakuwa na malipo yake kwa mwenye kuitekeleza sunna hiyo mpaka siku ya Kiyama. Sababu yake ni <coughs> so, walikuja watu wenye hali mbaya, wakafika mbele ya mtume alayhi salatu wassalam, wavaa nguo mbaya, nini, wamechafuka, umaskini, ufakiri. Mtume salama akahuzunika na hali ile, akaamrisha sadaka. Kaja masahaba wengine wana mzigo wamebeba, mpaka mikono yao imekuwa thaqil, mizito. Ndio Mtume salama akavutiwa, akasema man sanna fil Islami. So, sio kuchanga huko eh. Basi sasa, sijui sijui watu wanatumia vigezo gani oh, kusenya mali za watu? Hakuna kusenya mali ya mtu hapa. kwani kwani unapoambia watu ni sadaka, unaambia nakusenya mali zenu au sadaka eh? hey.

Ma abqaita li ahlik, umebakisha nini kwa ajili ya watu wako? Akasema abqaitu mithlaha, nimebakisha nusu mfano wake, yani kama hivi nilivyoleta ndio nimebakisha nyumbani. Fajaa Abubakar bikulli ma indahu, akaja Abubakar na kila alichonacho nyumbani, kabeba kila kitu. Faqala lahu alayhi salatu wassalam, ma abqaita li ahlik, umebakisha nini kwa ajili ya watu wako? Faqala abqaitu lahumullah wa rasulahu nimewabakishia mimi Allah na mtume wake ki, hawahitaji kitu kingine. Omar akasema min al-yawm lan usabika Abu Bakar, min al-yawm, kwanza ya leo siwezi kushinda tena Abu Bakar, simwezi bwana, huyu mtu tofauti. Yesu kutoa sadaka kamba, jamani mbona tunaambiana vitu vigumu yani sunna, kama vile watu wengine wana mpango wengine washinde, ndio kama vile maana Eh, ndo mtindo wake, yaani kama vile watu wengine waone hiki kitu hakiwezekani. Jamani, si hatuwezi, wakae pembeni, kukusanya mali za watu kwa dhulma, nani? Kwamba watu wawataki kufanya kazi, watu hawataki kufanya biashara, watu hawataki kuhangaikia maisha yao, wanakusanya mali za watu, wanakula wao basi. Hii ni haramu. Sawezi kumwambia mtu sadaka ya kitu fulani, alafu unaenda kupika kununua mchele na nini la haramu lakini kukusanya kwa ajili ya kufanya kheri, kumlipa mwalimu wa madarasa kwa mfano, kumlipa imam, kujenga msikiti, kufanya usafi msikitini, kugharamia umeme na kadha na kadha, ana ah, mahitaji muhimu. Kisema kukusanya mali za watu, huyo anayesema kusanya mali za watu, ukifuatilia utakuta ana mshahara. Sasa <laughs> huyo huyo kijana kanaambia, lakini limekuja barua hapa kwamba panatakiwa mchango kwa ajili ya semina sijui akina mama na nini. Akasema eh, mchango tena, mwambie haramu meharamisha we as mchango huo, imamu utatoa wapi? Ni uchangishe kwa watu kwa almuhimu, mambo yanakuwa magumu zaidi. Wallahi, Allah atuongoze katika njia ya sawa, atuondolee hizi taannotu na ghuluu hmm? eh. Unataka wema kama upi tena? Kwanza nikamwambia jai sio taasisi ya kidini, kwanza taasisi ya kijamii. Hoja yake ni kwamba eti kwa sababu imeanzishwa na Waislamu kamba tai, Waislamu wamefungua maduka ya kiislamu ya eh, Waislamu wakilima shamba li shamba la kiislamu, sio shamba tu eh. Kwa hiyo unawaziria Waislamu wasianzishe kitu jambo lolote ambalo halipingani na sheria na wala walioanzisha hawakuitakidi kwamba ile ni dini. Maanake masala ya bidaa, kwanza mutakadi ukisema kusoma ibtidaiya, idadia, thanawia, jamia dini, tutakwambia shekhe, tupe dalili, tupe dalili. Lakini ukisema hizi ni wasail ni njia za kufikia kuisoma dini labaabihi, na njia hizi hazijaharamishwa. Watu wamejitahidi kuweka vipimo kwa ajili ya kujua mwanafunzi huyu, tukimsomesha kwa miaka mitatu, tunataka awe na elimu hii, ili baada ya miaka fulani tumwamini huyu mtu, tumkabidhi kufundisha Waislamu, kuongoza Waislamu, ku tunaweka vipimo kwamba miaka mitatu minne ibtidaiya, miaka mitatu idadia miaka miwili sana wia. Tuna kila kipindi tunampima elimu yake, sasa hivi amefika. Sasa hivi eh, ngoja tumsombeshe zaidi. hicho dini, wasail katika dini. Kuna wasail na kuna ghaya. Wewe unakwenda hija na ndege, kupanda ndege, dini kwa maana, kuna mtumbu kule, hija yake, hija yake bape ha? Masala ya bidaa yana dhawabiti. Sio kila kitu bidaa tu, kila kitu bidaa, kila kitu hakifai. La bali nikamwambia kujiunga pia mli hapa, ikiwa itikadi yako kwamba hii uutengeneza kikundi cha kwenda hospitali sio dini, dini ni ile tunofanya kule kuwasafisha watu, kutojitolea damu, kuwatafutia dawa, kuwazika maiti waislamu waliokufa. Mbona tunatiana tiana ugumu jamani? mambo mengine Nikamwambia hiyo sio bidaa, na kama ana shida zaidi, tukutane kwa ajili ya kunakishiana, tuangalie bidaa iko wapi hapa, au dalali iko wapi? Hakuna dalali, hakuna kusajili taasisi ya dini ni, ni, ni, ni bada ni ibada eh, si ibada? Ataksema kusajili taasisi ya dini ni dini, huyo ana akili na au hajui chochote lakini katika nchi mlionayo umeambiwa hakuna kufanya kitu mpaka mjisajili, tutafanya nini? Tuache kufanya dini kwa sababu ya kujisajili? Tujisajili tu, hakuna namna. Wadiha ya ikhwanu ma kallafakum llah bihadhihi lumur. Eji ndugu, Allah hajakulazimisheni mambo haya

na ni venye kudhibitiwa. fala tuhdithu ashiyaa min indikum, msizushe vitu kutoka kwenu. waafhama min indikum, na ufahamu kutoka kwenu. kufitum hadha al-amr, mmetoshelezwa nii jambo hili. Yani nyinyi mmeshafanywa mambo ya kutoshelezwa kabisa, hamuhitaji kuhangaika kufanya mambo ambayo eti mnatumia akili zenu kwa kufanya mambo hayo. Wallahu alam. na swali muda umekwenda sana, kama kuna swali moja au mawili. Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah